malezi kwa watoto wetu. Jambo hili ni kubwa la msingi sana, kwa sababu mustakabali wa nchi yoyote hutegemea watoto na vijana, jinsi walivyolelewa, jinsi walivyoelekezwa. Huko tunapokwenda huko, hao ndio watakaokuwa viongozi, lakini amani yetu katika nchi inategemea sana kundi hilo. Leo Bahati mbaya yako mambo ndani ya jamii yanayotokea kutokana na ukosefu wa malezi bora ambayo yanatusumbua sana, na nataka nitoe mfano wa vijana wetu wanaotumia madawa ya kulevya. Wamezagaa katika mitaa yetu, hakuna amani. Ukianika nguo, zinachukuliwa. Ukiwa umelima wanakuja kuvuna wao. Alimradi hakuna amani kutokana na vijana hao. Ili wapate hayo madawa, lazima wanyakue vya watu. Sasa hili ni lazima kwa pamoja tulifanyie kazi, hili ni jambo la msingi. Lakini sasa hivi serikali kama mnavyotambua inafanya mambo mengi ya ujenzi wa miundombinu, lakini tukishajenga, wako watu wanaokuja kubomoa, na kubomoa ni rahisi inaweza ka kuchukua dakika kumi ukabomoa umeme wa mji mzima, lakini kuujenga ule unaweza ukachukua miaka mitatu. Na mfano mzuri ni huu uliotolewa hapo, vijana hawa wawili wamekwenda katika kituo cha kuzalisha umeme kutaka kuiba nyaya za umeme. Waya ule ukiukata unakosesha umeme mji, lakini wewe unapata nini? Unapata kipande cha waya ambacho thamani yake ni ndogo sana, huku umekosesha watu umeme. Na kwa bahati mbaya sasa, safari hii, wakati wanafanya hayo, wao wenyewe wamepoteza maisha. Hii barabara ya daraja bovu kuanzia mwanzo mpaka mwisho kule, taa zote haziwaki barabarani, kwa sababu kuna watu walikwenda wakatoa nyaya zile, nyaya za kopa. Wanatafuta ile kopa, waya mwembamba hivi, ukiupeleka kuuza unapata pesa kidogo sana lakini pale barabara nzima kuanzia mwanzo hapa Amani mpaka mtoni kule hakuna taa. Sasa gharama za ujenzi ni kubwa, lakini mtu anaenda anaharibu miundombinu yote kwa thamani ndogo sana. Ndugu zangu, malezi vijana hawa lazima tuwalee vyema, lazima kila mmoja wetu. Na sasa hivi tuna makundi mawili ya vijana, kuna kundi lile la mtaani ambao ndio hawa wanaojihusisha na pombe na bangi na madawa ya kulevya. Hawa wanafanya lolote lile, hata kunyang'anya ili wapate pesa za kufanya hayo. Halafu tuna kundi jingine la walokaa kwenye nyumba zao, lakini wanalelewa na mitandao katika simu zao na katika TV. Mule hakuna heri, ndugu zangu. Ukitaka mitandao hii, unaweza ukapata elimu kubwa ya dini ndani ya mitandao mambo mengi yanasemwa, elimu nyingi ipo kama utatizama mitandao inahusiana na dini, lakini ukitaka mitandao ya uharibifu imejaa. Na kwa bahati mbaya sana vijana wetu watoto wetu wote wako kwenye mitandao, lakini hawayatizami ya kheri, wanatizama ya shari. Matokeo yake jamii nzima inaharibika kutokana na ukosefu wa malezi. Sasa mimi nisiendelee sana, hotuba ya leo itoshe. Kila mmoja wetu aondoke hapa akiwa na dhamira ya kwenda kuhakikisha anasimamia familia yake katika malezi bora, ili tuwe tuna taifa la kesho lenye watu ambao wamelelewa vyema, wamelelewa katika maadili ya dini yao, wamelelewa kuipenda nchi yao, wamelelewa kuwa wazalendo, wao wao wanajenga sio wanaoharibu kinachojengwa na serikali. Tuendelee kuombeana, tumwombe Mwenyezi Mungu aidumishe nchi yetu katika amani. Tumuombe Mwenyezi Mungu, baada ya muda si mrefu tunaingia katika uchaguzi. Tufanye uchaguzi wa amani na salama, ili tuweze kufanya mambo mengi ya kimaendeleo, na mtuombee na sisi viongozi wenu, Mwenyezi Mungu atuwezeshe kuyatekeleza yale yote ambayo tunayataka, tunayataka yawe, na bado yako mengi. Na mimi nataka ni kuahidini, insha Allah, penapo uhai na uzima, tutamaliza uchaguzi wetu kwa amani na salama na nchi yetu iendelee kudumu katika amani hii tuliokuwa nayo. Hakutokuwa na sababu kwa nini maendeleo yasipatikane. Amani ndiyo msingi wa maendeleo, mengine yatafuata. Na natambua bado tuna mambo mengi ya kufanya kwenye sekta mbalimbali za maji, umeme, umeme sasa na katika katika sana lakini yote haya yana ufumbuzi wa barran walidaihi, lakini alikuwa na wafanyia wema wazazi wake wawili. Nabii Yahya, walam nakun jabaran asiya, wala hakuwa mtoto mbaya, mtoto mwaasi, mtoto sokuwa na nidhamu haya yanapatikana wakati ambao baba amejitayarisha kulea. Mara nyingi mababa na wazazi wanajitayarisha katika harusi, wanajitayarisha katika kupata mtoto, lakini wazazi mara nyingi hawajitayarishi katika kulea. Sasa, kwa sababu mzee Zakaria alijitayarisha katika malezi na mtoto akapokea malezi ya baba yake. Mungu akamsifu mtoto huyu kwamba ni mema kwa wazee wake, ni mcha Mungu, ni mwenye huruma, kwa sababu malezi yalitayarisha mapema.